Mwandishi wa habari mwandamizi Ansbert Ngurumo ameibua mjadala mpana kuhusu mwenendo wa chama cha demokrasia na maendeleo, yani Chadema, akikitahadharisha dhidi ya kile alichokiita ubinafsi wa kitaasisi na ukanushaji wa makosa ya wazi kupitia andiko lake linalosambaa mitandaoni, Ngurumo amesema kuwa Chadema inaelekea kutoonesha dalili za kuvumilia upungufu wa ndani na kushindwa kujisahihisha hata pale ambapo ushahidi wa hoja dhaifu zinawekwa mezani na umma au wanachama wake wenyewe. Namnukuu, chama kinafanya kila jitihada kukwepa lawama hata kwa mambo ambayo kimekosea hadharani kwa kauli au matendo akiamini kwamba kinaweza kukosea ameandika Ngurumo ameeleza kuwa hali hiyo ya kukataa kukosolewa au kupotosha mtazamo ya wakosoaji ni hatari kwa ustawi wa chama chochote kinachotaka kuaminiwa na wananchi namnukuu hata pale kinapokosolewa kwa mifano hai na ushahidi kama katika hili la kuzuia uchaguzi, ambayo ni kauli ya mwenyekiti kinakana. Viongozi hawataki kukiri kuwa walikosea au wanakosea, ameongeza Ngurumo. Akiwa na mtazamo wa kisayansi na wa kitaasisi, Ngurumo amefafanua kwamba mwenendo huo unaashiria hali ya organization na schism, yani ubinafsi wa taasisi, institution denial, ukanushaji, na institution manipulation, udanganyifu wa kimfumo. Katika maelezo yake, amesisitiza kuwa hali hiyo ni ya kuashiria kiashiria cha mtafaruku wa kiuongozi au kiutawala, na kwa mashabiki wa chama hicho wanajitahidi kutafuta huruma ya jamii kwa kupotosha maoni ya wakosoaji wao. Ng Ngurumo anaonya kuwa endapo hali hiyo itaachwa bila kushughulikiwa, inaweza kuigharimu taasisi hiyo kisiasa na kijamii. Ametahadharisha pia kuwa tayari baadhi ya watu wamejipanga kumshambulia binafsi kwa kutoa maoni hayo baada ya kutafakari hoja zenyewe. Na mnukuu na yasema sasa ili kesho wasije wakatokea watu wakasema, tuli tulitelekeza taasisi, tukaiacha ifanye makosa ya wazi, tukashindwa kuishauri. kesho si mbali, tutakumbushana maneno haya, ameandika asibeti Ngurumo.